Jambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Bedi. Bado tupo katika kitabu cha Alfu Lela u Lela. Kama kawaida, nitarudia kidogo sehemu iliyopita. Siku ya pili baada ya kumaliza shughuli zake zote, kama alivyoahidi, Dobani mganga akarejea mwenyewe kwa mfalme Yunani, huku amekikumbatia kitabu kimoja kikuukuu na amechukua kijaluba kidogo kilichokuwa na namna ya poda. Kaumu ya watu ilikuwa imeshajikusanya pale kuja kushuhudia kifo cha Dobani mganga, hasa baada ya kusikia kuwa kutatokea vitendo vya ajabu alivyovisema vingetokea. Dobani mganga akaenda mpaka mbele ya kiti cha enzi akachukua bakuli, akalitandika kile kitambaa cheupe kilichokuwa katika mfuko wa kile kitabu, akakimwagia poda iliyokuwa katika kile kijaluba. Halafu akamwambia mfalme, seyidi yangu, kichwa changu kitakapokatwa kiwekwe katika bakuli hili juu ya kitambaa hiki cha mfuko wa kitabu ili kisitoke damu. Kisha chukua kitabu hiki, ukifunue, ukisome mpaka ukurasa wa sita. Hapo kichwa changu kitayajibu maswali yako yote ambayo utayauliza. Lakini seidi yangu, kwa mara ya mwisho nakusihi, unihurumie, kwani sikukukosea wala sina ubaya wowote nawe. Lakini mfalme, ambaye sasa alikuwa ameingiwa na hamu kubwa ya kutaka kuona muujiza utakaotokea, akamjibu, dua zako na maombolezo yako hayatakusaidia kitu. Kufa utakufa, ili nipate kuona vioja hivyo ulivyovisema vitatokea. Msikilizaji, endelea kusikiliza sehemu itakayofuata ya Alfu Lela Ule. Baada ya kutamka maneno hayo, mfalme akakipokea kile kitabu akamwamrisha askari wake atekeleze kazi yake. Basi kichwa cha Doban mganga kikakatwa kwa dhoruba moja na kwa ustadi mkubwa, kikaangukia chenyewe katika lile bakuli, na mara ile ile damu ikaacha kuchorozika, katika mastajabu makubwa ya mfalme na wote waliohudhuria pale. Macho ya Dobani mganga yakafumbuka na kile kichwa kikasema, kwa fahari yako, ewe mfalme, na kusihi ukifunue kitabu. Sasa mfalme akaanza kukifunua kile kitabu, akaona ukurasa wa kwanza umeshikamana na ukurasa wa pili, akatia kidole mate ili apate kufunua kwa urahisi ukurasa wa pili, akaendelea kufanya hivyo mpaka akafika ukurasa wa sita asione maandishi yoyote. Akaita Dobani mganga, mbona hakuna maandishi yoyote? Endelea kufunua kurasa chache zaidi, kikajibu kile kichwa cha Dobani mganga. Mfalme akaendelea kufungua kurasa zaidi, huku akikitia mate kidole chake, mpaka sumu iliyokuwa katika kila ukurasa wa kile kitabu ikafanya barabara kazi yake. Mara amboni za macho ya mfalme zikaanza kulegea na mara ile ile akaanguka chini mbele ya kiti chake cha enzi. Kichwa cha Dobani kilipoona sumu imetekeleza kazi yake na mfalme amebakiza dakika chache tu kabla hajakata roho, kikatamka, ewe dhalimu mkubwa usiye na shukurani, angalia sasa jinsi katili kama wewe wasiokuwa na shukurani waadhibiwavyo. Baada ya dobani mganga kutamka maneno hayo, mfalme Yunani akakata roho na kichwa cha dobani mganga nacho kikafumba macho, kikakata roho vile vile. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela. Basi mvuvi alipomaliza kusimulia, akamwambia yule jini, je, unaona kama yule mfalme angalimwachia yule mganga hanga, alikufa vile alivyokufa. Na wewe, kwa kuwa ulitaka kuniua, nitakuacha humu humu guduliani, nikakutupe mbali katika lindi la bahari kuu usiloweza kutoka tena. Jini likalalama, ewe mvuvi mwema, usiniadhibu hivyo, nifungulie, usinitendee mabaya kwa sababu nilitaka kukutendea mabaya usinitendee kama Ima alivyomtendea Ateka. Ima alimtendea nini Ateka? akauliza mvuvi. nitawezaje kukuelezea ili hali nimefungiwa humo? akajibu yule jini, ukinifungulia nitakueleza. sitafanya hivi asilani, akasema yule mvuvi, ila nitakutupa baharini, kwani baada ya kukutoa humo ulimo, sasa wewe ukataka kuniua. Jambo hilo linathibitisha kabisa kuwa wewe umovu mwenye roho mbaya, usiyekuwa na shukrani, kwani kama wasemavyo watu, tabia ya mtu haibadiliki. Baada ya kutupa baharini, nitajenga kibanda changu hapa hapa, niwaonye wavuvi wenzangu watakaokuja kuvua sehemu hizi kwa kuwaandikia bango kubwa la ilani lisemalo, hapa pana jini ovu jihadharini nalo yoyote, atakayelivua litamua. Jini likazidi kuomba, likiahidi, ukinifungulia nitakufanya tajiri wa milele. Mvuvi kusikia utajiri, akaingiwa na tamaa ya fisi, akasema, kama utaniahidi utatimiza ahadi yako, nitakizibua kifuniko. Jini likaahidi, na mvuvi akazibua lile gudulia. Mara ile ile ule moshi mnene ukaanza kutoka haraka mle guduliani, ukapanda juu, halafu ukajikusanya, ukageuka kuwa lile jini. Jambo la kwanza lilofanya yule jini lilikuwa ni kulipigia teke lile gudulia mpaka katikati ya bahari kuu. Lo, mvuvi kuona vile, roho ikampasuka kwa hofu, akadhani lile jini litavunja ahadi yake, akalikumbusha "Ewe jini, kumbuka ahadi ni deni, umeapa. Ukiivunja ahadi yako, Mwenyezi Mungu atakuadhibu. Kumbuka yale Dobani mganga aliyomwambia mfalme Yunani." Lile jini likacheka kwa sauti kubwa iliyotetemesha miti, kasema, usiogope mvuvi, nifuate. Japokuwa ni alikuwa akiogopa sana mvuvi akazikusanya nyavu zake akawa hana budi kuliandama lile jini baada ya muda wakavuka jangwa mbuga na nyika mpaka wakafika kwenye vilima vinne ambako katikati yake palikuwa na ziwa jini likamwambia mvuvi sasa tupa nyavu zako humu ziwani uvue samaki alipozivuta yule mzee mvuvi akaona mna samaki wanne tu wa rangi mbalimbali japokuwa mlezi wani mlikuwa na samaki chungu nzima. Mmoja alikuwa mwekundu, mmoja mweupe, mmoja wa rangi ya samawi na wanne alikuwa ni wa kimanjano. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela U Lela. Mvuvi kwa kuwa bado alikuwa hajaona samaki wa namna ile akapigwa na butwa. Ndipo jini likamwambia, wachukue uende nao kwa sultani, atakulipa fedha nyingi ambazo maisha yako bado hujapata kuzipokea. Lakini kumbuka mwiko huu, usivue hapa ziwani zaidi ya mara moja kwa siku. Usipofanya hivyo, utadhurika lakini ukifuata usia wangu utafanikiwa. Na sasa baada ya kuwa mahabusu kwa miaka mingi katika lindi la bahari, sina budi kwenda zangu. Nina hamu kubwa sana ya kuona ulimwengu ulivyobadilika. Baada ya kutamka maneno hayo, lile jini likapiga guu chini, na mara ile ile ardhi ikafunuka, likaingia ndani na ardhi ikajifunga. basi Mvuvi akashika vema ushauri wa lile jini, akawachukua wale samaki mpaka kwa sultani. Sultani alipowaona akastaajabu sana, akamwambia waziri wake mkuu, "Tafadhali wachukue samaki hawa ukampe mpishi wangu wa kike niliyeletewa zawadi na mfalme wa Yunani apate kuwakaanga, yeye ndiye mwenye ujuzi wa kupika samaki bila shaka samaki hawa ni wazuri wenye ladha kama umbo lao lionekanavyo. Waziri akachukua akawapeleka mwenyewe jikoni kwa yule mpishi wa kike akamwambia, wakaange vizuri samaki hawa wa mfalme. Waziri aliporejea akaambiwa na mfalme amlipe yule mvuvi dinari mia nne za dhahabu. Mvuvi ambaye toka kuzaliwa kwake alikuwa bado hajapata kuwa na fedha nyingi namna ile, wala hajaziona kwa macho, hakuweza kuamini kuwa bahati yake sasa imekuwa njema. Mara ile ile akafululiza moja kwa moja mpaka sokoni na madukani, akazifarijisha haja za jamaa yake. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela ni Alfili. Hayo ndiyo yaliyompata mvuvi sasa. Hebu turejee kule jikoni kwa yule mpishi wa kike na wale samaki. Alipowapokea yule mtoto wa kike, akawasafisha vizuri, akawatia chumvi na viungo, kisha akachukua kikaangio akakiweka motoni, akakitia mafuta ya zaituni, akaanza kuwakaanga. Hata alipodhania sasa wameiva upande mmoja, akawageuza upande wa pili lakini alipokuwa akifanya hivyo, mara ukuta mmoja wa jikoni ukapasuka ghafula, akatokea kijana mmoja wa kike mzuri ajabu. Alikuwa amevaa libasi basi ya hariri ya Kichina, machoni amepaka wanja mwembamba, vidoleni pete za thamani, mikononi bangili nane za dhahabu ya Barahindi zenye vito vyekundu vya Siamu, shingoni mkufu mnene wa lulu ya Shamu na masikioni herini pana za dhahabu ya Kituruki. Mkononi mwake kashika ufito mdogo wa mkarafuu. Yule mwanamke akaenda moja kwa moja mpaka pale kwenye kikaangio, na kwa mastaajabu makubwa ya yule mpishi wa kike, akamgusa samaki mmoja kwa ule ufito, akaita: samaki, samaki Je, bado muaminifu? Wale samaki wasijibu neno. Yule msichana akauliza tena kwa maneno yale yale, mara wale samaki wakainua vichwa vyao wakajibu kwa umoja, naam, tuaminifu. Baada ya kutamka maneno hayo, yule kijana mwanamke akapindua kile kikaangio, akaingia tena ukutani na mara ile ile ukaziba, ukawa kama vile ulivyokuwa awali. Yule mpishi hofu ilipomtoka akawaokota wale samaki walioungua na waliogeuka kuwa makaa meusi wasifai kuandaliwa mfalme. Akawa na wasiwasi mwingi asijue la kufanya, hakujua atafanywa nini na mfalme. Mara ile ile waziri mkuu akaingia akamuuliza yule mpishi wa kike kama wale samaki wa mfalme walikuwa tayari kwa sababu mfalme alikuwa akiwasubiri kwa hamu. Mpishi kusikia maneno ya waziri mkuu akaanza kulia, ndipo akamweleza yote yaliyotokea mle jikoni. Waziri akastaajabu sana kusikia kioja hicho. Basi mara ile ile waziri akatuma mtu aende upesi akamwita yule mvuvi. Alipowasili, waziri mkuu akamwambia Tafadhali katuletee tena samaki wengine kama wale uliomletea mfalme, kwani kawapenda sana. Yule mvuvi asifichue ile siri aliyoambiwa na yule jini, ila akataka awawie radhi kwa kutoweza kuwaleta siku ile, kwa sababu anapatikana mbali, lakini akaahidi atawaleta siku ya pili. Siku ya pili mvuvi aliondoka alfajiri, akaenda kule kwenye vile vilima vinne kulikokuwa na lile ziwa, akatupa nyavu zake, akawanasa samaki wanne wengine kama wale wa jana, kila mmoja akiwa na rangi yake. Akarudi nao pesi, akawapeleka kwa waziri mkuu kama vile alivyoahidi. Waziri akamkabidhi tena mpishi, akamwambia wakaange, wakati mimi mwenyewe nipo hapa hadhir nikishuhudia, nipate kuona yatakayotokea, kwani kuona ndiyo kuamini, Usiamini la kuambiwa. Yule mpishi akaanza kuwasafisha tena wale samaki akawatia viungo kama alivyofanya jana, halafu akaanza kuwakaanga. Alipokuwa akiwageuza upande wa pili, mara ukuta ukapasuka tena, akatokea tena yule kijana mzuri wa kike. Alikuwa amevalia kama vile alivyovalia jana, na alikuwa ameushikilia ufito uleule ule wa mkarafuu. Akawauliza tena wale samaki maneno yale yale aliyouliza jana, samaki samaki, je, bado mwaminifu? Wale samaki wakanyanyua vichwa vyao kikaangoni, wakajibu naam, tu waaminifu. Baada ya wale samaki kuyatamka maneno hayo, yule kijana wa kike akakipindua kile kikaangio, akatoweka tena ukutani kama jana. Waziri kuona vile akastaajabu sana, akasema mfalme hana budi kuambiwa juu ya jambo hili la ajabu apate kushuhudia mwenyewe muujiza huu. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela. Mfalme alipopashwa habari, naye akastaajabu sana, akapenda kuyashuhudia mwenyewe kwa macho yake. Basi mara ile ile akatuma mtu aende upesi akamwitete na yule mvuvi alipofika mfalme akamwambia, kanilete tena samaki wa nne kama uliowaleta leo na jana. Mvuvi akataka apewe muda wa siku moja, kwani huko awavu wako ni mbali. Asubuhi ya pili akaenda kule ziwani akavua tena samaki wa nne wa rangi mbalimbali kama awali, halafu akawapeleka kwa mfalme. Alipoletewa samaki wa namna ile ile, mfalme akafurahi sana akamlipa tena mvuvi dinari mia nne za dhahabu. Mvuvi alipoondoka mfalme akatoa amri, yule mzee mvuvi alindwe asije akatoweka. Halafu akamwambia waziri wake mkuu, wakaange wewe safari hii, wakati mimi mwenyewe nipo hapa nikishuhudia. Baada ya kuwaosha na kuwatia viungo vilivyotakikana kama alivyofanya mpishi, waziri akatia mafuta ya zaituni kikangioni, yalipopata moto akawakaanga wali samaki upande mmoja, hata walipoiva akawageuza wali upande wa pili. Mara ile ile, ukuta wa jikoni ukapasuka. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela U Lela. Lakini baada ya kutokea kijana mzuri wa kike kama jana na juzi, akatokea mtwana mmoja mkubwa kama nini urefu wake ulikuwa umepita kiasi, tena mkononi alikuwa na fimbo kubwa ya rangi ya kijani ambayo aliwageuzia wale samaki. Halafu akawaita kwa sauti kubwa ya kutisha, "Samaki, samaki, je, bado mwaminifu?" Wale samaki wakainua vichwa vyao kikangioni, wakatamka kwa umoja, "Naam, tuaminifu." Baada ya maneno hayo lile jitwana likapindua kile kikaangio, na mara ile ile wale samaki wakageuka kuwa makaa meusi. Halafu lile jitwana likarudi kinyumenyume kwa maringo mpaka ukutani, likaingia ukalifunika. Lo, sultani alikuwa ameshikwa na bumbuwazi kwa hofu na mastaajabu makubwa, akasema: samaki hawa wanaonyesha vioja vikubwa na maadam nimeona vituko hivi siwezi kulala mpaka nijue sababu na mwisho wa mkasa huu Alpilina. Basi mara ile ile akatuma mtu aende upesi akamwite tena yule mvuvi. Alipokuja mfalme akamwambia, samaki hawa uliokuwa ukiniletea ulikuwa ukiwavua wapi? Jalali akajibu yule mvuvi nimekuwa nikiwavua kutoka katika ziwa moja lililoko katikati ya vilima vinne chini ya mlima ule, akaonyesha kwa kidole. Ni umbali gani kutoka hapa mpaka huko? Akauliza sultani ukichapua mwendo. Akajibu mvuvi, ni umbali wa saa tatu. Mfalme akamuuliza waziri mkuu, je, walijua ziwa hilo la seidi yangu? Akajibu waziri mkuu, na ingawa mara nyingi nimewinda sehemu hizo lakini bado sijapata kuliona wala kulisikia ziwa hilo. Kwa kuwa yule mvuvi alisema ni umbali wa mwendo wa saa tatu tu mpaka kufika huko, sultani akawaamuru wazee wa majilisi yake nzima wapande farasi zao waongozane naye hadi huko, huku mvuvi akiwaongoza. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela U Lela. Basi walipofika juu ya mlima wakaliona ziwa kwa upande wa pili, kama alivyosema yule mvuvi, likimetameta kwa mianzi ya jua. Walipolifikia wakaona maji ya ziwa ni meupe, yakionya kama kioo. Hata waliweza kuona samaki wengi wa kila aina na wa kila rangi wakicheza cheza humo. Mfalme akastaajabu sana, akasema Je, kuna mtu aliyewahi kuliona ziwa hili ambalo kusema kweli haliko mbali na mji? Lakini wote wakajibu kuwa hakuna aliyewahi kuliona wala aliyewahi kulisikia na kwamba wote wanalishuhudia leo kwa mara ya kwanza. Hapo mfalme akaapa kimoyo moyo kuwa hatarejea mjini kwake mpaka amejua lile lilikuwa ni ziwa gani na wale mleziwani walikuwa ni samaki wa namna gani. Basi mfalme akaamuru wapige kambi karibu na ukingo wa ziwa lile. Usiku ulipowadia, akamwita waziri mkuu aliyekuwa mtu wa busara, akamwambia, nimeazimia kujua mwanzo na mwisho wa muujiza huu na kwenda peke yangu kupeleleza. Nisiporejea mpaka kesho asubuhi, waarifu wote kuwa na umwa, wala siwezi kuonana na yeyote Fanya hivyo kwa muda wa siku tatu mpaka nitakapojaliwa kurudi. Nisiporudi, ng'oa kambi na rudini mjini, mnisubiri. Ijapokuwa waziri alijaribu sana kumshawishi mfalme asiende, huenda akahatarisha maisha yake, mfalme akakataa kata kata. Basi mfalme akavua vazi lake la fahari la kifalme akajifunga upanga wake kiunoni na alipoona kambi yote imelala na ikimya, akatoka polepole hemani mwake bila kuonekana na yeyote, akienda zake mpaka juu ya kilima kimojawapo cha vile vilima vinne. Halafu akateremka upande wa pili kwenye mbuga kubwa. Hata jua lilipoanza kuchomoza, akaona kwa mbali kasri moja kubwa jeusi limesimama wima mbele yake akadhani labda huko ataweza kumpa habari zozote juu ya lile ziwa. Alipokaribia mfalme akaona ni kasri zuri ajabu, limejengwa kwa marumaru maru nyeusi iliyong'aa, tena limeezekwa kwa vigae vya chuma cha pua vilivyong'aa kama kioo. Alipolifikia akaenda mpaka kwenye lango lililokuwa limeshindikwa Nea! Kabisha lakini hakuna aliyetokea wala aliyemwitikia. Akadhani labda hakuna anayeishi humo. Akaenda akipita katikati kati ya ua wa fahari uliozunguka lile kasri, akabisha sana mlangoni, lakini kukawa kimya. Akaingia ndani katika sebule kubwa mlimokuwa na mazulia ya hariri na vitanda vidogo vya kupumzikia mchana vilivyotandikwa miswala ya sufi ya Misri yenye nakshi nzuri na viwango maridadi vya Kihindi na vya Kiajeni vilivyotengenezwa kwa fedha na dhahabu. Alipozidi kuendelea, akajikuta yu katika chumba kizuri sana chenye jicho la maji lililojengewa simba wa dhahabu, na maji yakitokea katika kinywa cha simba, nayo na mara hugeuka kuwa lulu na mara almasi. Lile kasri lilikuwa limezungukwa pande tatu na bustani za fahari na vidimbu vya maji safi na vichaka vya kila aina ya maua mazuri ya kunukia. Humo ndege waliokuwa wakiimbaimba walikuwa wamezungushiwa nyavu za dhahabu wasitoke. Mfalme alistaajabu sana kuona yote haya ya fahari, lakini asimwone yoyote aliyeakishi humo mpaka aliposikia sauti ya kilio cha huzuni ikisema, Oh jamani, adhabu gani hii ya kila siku! Hakuna yoyote wa kumwonea huruma, kijana mwenye milki kubwa aliyemwonea wivu mkewe mpaka akapatikana na mkasa huu na kukabili adhabu hii isiyokwisha kutwa kucha. Msikilizaji, usikose kusikiliza Alfu Lela U Lela. Ulikuwa nami Msimulizi wako Fatia Bedi.